Na tukisonga mbele ni kwamba familia ya mwanamke mwenye umri wa miaka 55 kutoka kaunti ya Kericho inalilia haki baada yake kumwagiliwa tindikali na mgemaji wa pombe haramu kwa madai ya kwamba alimsalimisha kwa maafisa wa usalama. Mwanamke huyo anasema kuwa amekuwa akijaribu kufuatilia kesi hiyo kwa maafisa wa polisi bila mafanikio. Kumbe wakati huo mtu ambaye alikuja akataacha maneno ya pombe, akasema kuna jamaa mmoja anakuaga msaji wa pombe Nyagacho haramu. So hiyo siku tukaanza kusaka pombe, kusaka pombe. Baada ya wiki moja so, mimi nakuaga na kioski hapo Nyagacho. So ni ile saa zile ya kufunga kioski yangu ya Nyagacho nini, kioski yangu ya kasi, tukaanza kukuja sasa na jirani, kukuja na jirani, kufika mahali nikamwagiwa wa accident nipo mwa nilipo mwagi wa accident nikapiga nduru. Tangu haya mambo ya tendeke, tumeathirika sana. E, ime tu deplete financially na emotionally. E, na kila mtu hapa ako totally stressed. Sasa hata imefikia kiwango mimi nimeona kama walikuwa na target huyu mama, sasa it is the whole family ndio imekuwa targeted. Waliposhtaki kwa polisi, hakuna hatua imechukuliwa, hakuna mtu mwenye ameshikwa. Haya, eh, hii mambo imefika mpaka mahali ambapo imesemekana, wacha ipeleke kwa DCI. Imekuwa transfer from police station mpaka kwa DCI.